Adam huwa kuna vitu vinamfanya anakuwa, ama kuna vitu vinakufanya unakuwa kipofu huone. Vipo vitu na vingi vimo katika ndoa. Kimoja kinachokufanya we kijana unakuwa kipofu ni ile anasema tulil misas au tulul masis, kukikamata kitu kwa muda mrefu Unapokishika kitu kwa muda mrefu, wanasema Tulul misas yubalidu lihsas, kukikamata kitu kwa muda kina kufanya, kina kufanya mjinga na kukupoteza hisia. Kama itishu nikikamata muda mrefu, mwisho itakuwa sijui kama nimekamata nini. Sasa mke, si ndio maana umekaa naye sana? Unaona, baada ya kukaa na mume sana au mke sana, unaona zile hisia zimeshapotea, na inatokea inakuwa hivyo kwa sababu ni binadamu. Wakati ulikuwa ukionana na mke wako wewe baada ya harusi, kijana, ulikuwa unakutana naye mara ngapi kwa siku? Sikwambii kwa wiki. Alafu day by day inapungua inapungua inapungua inapungua mpaka unakwenda kushtakiwa mara nyingine na mke wako, mimi hanipi unyumba huyu, leo ni mwezi wa kumi mwaka huu unakaribia, na ukiulizwa unasema ni kweli. Sasa imekuwaje?